sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr Paul Nelson Mwaipopo kutoka Mwanza na kuletea mada inasema, mwanamke anavyoweza kutengeneza mazingira ya mume arudie tendo kirahisi. Kwa wale ambao wamekuwa wa wanafuatilia channel hii, kila video ambayo naiweka, nakumbuka kwamba nimesema kwamba mwanaume anayeishia raundi moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa na kama hajaimaliza hamu hiyo ya tendo la ndoa, maana yake itamsumbua. Ndio hapo anatafuta mchepuko. Na vilevile kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa channel hii, juzi tu nimeweka video inayosema jinsi gani mwanamke anaweza akagundua kwamba kweli anao uwezo wa kutosha kumfurahisha mwanaume aliyenaye vitu ambavyo nazshia wewe, kama mwanamke kweli unaweza kufurahisha mwanaume kwa kiwango kikubwa sana kiasi ambacho haoni sababu ya kuchepuka. Ni rahisi sana kukubali kwamba sabauyakamba oh, wanaume wote hawezi wakutulia na mwanamke mmoja, hakuna mwanamume moja, akuna mwanaume mwanamke mmoja, sio kweli. Nazo shuhuda nazo za wanawake ambao wamefanikiwa kuwatuliza waume zao mpaka mwanaume anasema hivi, niko nafuata nini huko? niko nafuata tu upya tu. Hii ni shuhuda kutoka Zanzibar, na shuhuda nyingi, unaweza kuingia kwenye page yangu ya Instagram na iandike hapo chini. Kwa hiyo sipendi kuzungumza vitu ambavyo sio halisi, sipendi kuzungumza hadithi za paka na panya, na leo hii nakuletea story ya kweli. Huyu atakuwa ni daktari wa pili kuongea naye katika mwezi huu na kunipa mrejesho mzuri. Daktari wa kwanza, niko ndani ya ndoa miaka saba, alikuwa anaona kinyaa kumyonya mume wake. Daktari mwanamke, ndoa ya miaka saba, anaona kinyaa kumyonya mume wake. Kumuuliza, wewe da, kama daktari kweli unapasua watu na shika damu, unaona watu wenye vidonda vyenye usaha na nini na nini, imekwaje? Unaweza kuwa unaenda. Sasa daktari mwingine, no, ni mpya huyu, analeta stori ambayo ni nzuri sana na nimepanda niweke hapa. Amenitumia voice note jana ya kunishukuru kwa kazi ambayo nimefanya na nimeandika maneno ma ma yake hapa. Ningeweza kukusikizisha voice note yake hiyo, lakini sipenda kutoa identity, ili uweze kutambua sauti hii ni ya nani. Naomba nikusomee story, nikusomea story hii kutoka kwa huyu daktari. Sikiliza story hii. Dokta, naomba ushauri wako hii ni meseji yake ya kwanza sawa. Kabla ya umrejesho, nataka kuleta hili meseji yake ya kwanza. Sikiliza. Daktari, naomba ushauri wako. Mimi niko kwenye ndoa miaka kumi na miwili. Mwaka elfu mbili na kumi na tano mume wangu alifanyiwa operesheni ya tumbo iitwayo laparotomi kwa ajili ya matatizo ya peritonitis. Nadhani ilimwathiri operesheni hiyo kubwa ya tumboni. sasa Uh, laparatomi ni operation gani? Ni operation ambayo unapasuliwa tumboni mpasuo mkubwa ndio inaitwa laparatomi, mpasuo mkubwa kwenye tumbo, yani kama ni alama ya kovu, ile ni kubwa mno, ni ndefu mno. So kama yeye mwanamke ambaye amejifungua ame, ame kwa kutumia tumbo, ile ni ndogo, aliyefanywa operation ile kujifungua, ile ni ndogo ni matatizo yaliyomo sehemu ya ndani ya tumbo, kwa juu kwenye ngozi ile inayofunika tumbo, yani ngozi ile imepata matatizo. Hii inayofunika tumbo ina matatizo, kwa ndani, kwa lazima iangaliwe kila kitu iangaliwe. Sawa, mimi daktari. Nitarudia tena kusoma. Mwaka 2015 mume wangu alifanyiwa operation ya tumbo iitwayo laparotomy kwa ajili ya matatizo ya peritonitis. Nadhani ilimuathiri sana. Anadai kuwa akijikaza akirudia raundi mbili anaumwa mgongo na kiuno wiki nzima, au akifanya kazi nzito huwa anaumwa mgongo. Dokta, naomba msaada. Naomba unisaidie. Nikamwambia hivi. Tatizo hilo nalielewa. Madaktari wengi wameshindwa kulitibu kwa sababu hawajui ni vitu gani vimeathirika. Nikampa maelekezo nikamtumia na video za jinsi ya kumwandaa mwanaume lakini na, kum, na, na, na video ya kumsaidia kufanya masaji maalum kwa yale maeneo ambayo yanasababisha hali kama hiyo. Hii ni wiki mbili toka nimemtumia hizo video. Sawa. So, alipopokea hizo video akasema nitakupa mrejesho. Tamam. Sasa akaletea mrejesho akasema hivi, Dokta, mimi nilijua ni wajibu wa mwanaume awe anakupa utamu wewe mkewe tu, kumbe na sisi wanawake tunapaswa kuwajibika. Kwa zoezi, kwa zoezi nililojifunza toka kwenye video ulizonitumia, nimeshangaa dudu lake imeweza kusimama. Kumbe ukitengeneza mazingira yaliyo sahihi, inasimama yenyewe. Nashukuru sana dokta, umenifanya nitambue jambo ambalo nilikuwa sijui kwenye ndoa yangu, japokuwa ya mimi ni daktari. Yaani dokta, video ile ya masaji maalum kwa ajili ya matatizo ya mume wangu imefanya muujiza ni miaka sasa zaidi ya mitano mwanaume alikuwa hawezi kabisa kurudia tendo. Kwa kweli umenisaidia sana sana, kimetokea kitu cha ajabu sana. Sasa hivi na enjoy sana, yaani yeye mwenyewe anarudia, ananihitaji yeye mwenyewe. Mume wangu yuko fiti dokta, mabadiliko ni makubwa ndani ya wiki mbili tu. Nataka nikutumie shukurani kidogo na Mungu akubariki, usaidie na wengine zaidi. Sasa, haya maneno nimeweka hapa na nikamletea mada hii, nataka nikupe angalizo: ni rahisi sana kukubali kushindwa kwa sababu hujui ufanye nini, ila ukipata mbinu ambazo mwanamke mzio alizitumia. <laughs> Nikumbuka story moja, nitakwambia muda sio mrefu ukamuona mwanamke mwingine anayofanya nkaliadu unasimama, unapata ujasiri moyoni wako, e, na mimi kumbe naweza kufanya kama yule ameweza, na mimi naweza. Hebu fikiria, huyu dada anaambiwa na mwanaume kwamba hapana, mimi kawaida yangu naishia goli moja, siwezi kuishia goli la, la pili, siwezi. Mwanamke anayejua kazi yake akamwambia hivi, tafadhali naomba unipe dakika tano. Dakika tano zikiisha dulako anajesimama mara ya pili, tunafunga yani Naf naf naf nafunga kazi, dakika tano hazijafika dudu limesimama, raundi ya pili inapigwa, kwa sababu huyu mwanamke alikuwa anajua, anajiamini. Sasa mwanamke, mwanaume ameshazoea ya kupiga goli moja, basi usingizi ishazoea. Sasa mwanamke, sasa ili uweze kumalizia mwanaume hamu yake, ndiyo maana Mungu akakuita wewe mwanamke anaitwa msaidizi, kwa mwanamke kwa mwanaume ni msaidizi sasa unaposhindwa kufanya kazi yako ya usaidizi, ndio hapo unatafutiwa mchepuko, sio uendelee kulalamika tu. Oh, wanaume hawawezi kutulia na mwanamke mmoja? Sio kweli. Eti oh, utamaliza bucha zote, nyama ni ile ile. Ujinga huo ulikuwepo, ulikuwepo, unasema haiwezekani? Ulikuwepo wanawake sio wanavyoweza, wasimamishia umeza madubi, akasimama mara ya pili. Ulikuwepo? O oh, unafanya tu biashara taa kuuza video ndio shule inauzwa. Huyu mwanamke ni daktari. Akajua muhimu wa daktari ambaye anajua saikolojia ya ndani inaitwa sexology, kusomea sexology, amesomea kutibu tu kufanya mambo mengine amesomea hayo, lakini kama nimesomea sexology yani, ni, ni, anaona kwamba nimpe heshima yake huyu kitu ambacho kilikuwa kimemshinda kabisa. Ameongea kitu ambacho najua, sio kwamba nimezitunga. Lazima utambue kwamba mwili wa mwanaume una ramani, ramani hiyo inahusisha vituo kumi na nne katika mwili wa mwanaume ambayo ina miisho mingi ya mishipa ya fahamu, na kila kituo kina ufundi wake. Hapa ni pa kulamba, hapa ni pa kunyonya, hapa ni pa kupangusa, hapa ni pa kubusu, hapa ni pa kupulizia, hapa ni pa kuvuta, hapa ni pa kungata ngata. Sasa, wawo, kwa sababu unajua mambo matatu, unajua mambo manne katika mambo ya kumi na nne, utakuwa unaboa, kwa sababu mwanaume atakuwa najua unaanzia wapi wapi. Amekariri. Kila mtu anajua, moja, jumlisha moja, mbili. Na kusipokuwa na jipi ndio hapo unakuta kwamba anakosa hisia na wewe, akishia goli moja. Lakini wanaume wananishuhudia wananiambia, dokta, inakuwaje kwa mke wangu naishia goli moja, lakini kienda mchipuko goli tatu nne bila shida, inakuaje? Kwa nini mwanaume huyo alishindwa kufanya bidii kwako? Maana wewe umeshindwa kumpa dini dini. Hili ni jambo la msingi. Kwa hiyo ufahamu jinsi ya kuchezea korodani za mwanaume. Korodani zina store ya vichocheo ambavyo vinaitwa umeme, mwanaume asimamishe mara ya pili. Umeme huo na nini store hiyo inaitwa, au kichocheo hicho kinaitwa testosterone. Mwanzi daktari yoyote atakwambia testosterone yo, testosterone kazi yake nini? Atakwambia. Na wanaume wana kichocheo cha kingi zaidi kuliko wanawake mara kumi na sita. Ndio maana wanaume wanapenda ndoa sana kuliko wanawake. Tuna kichocheo kinachotusukuma kupata kufuata tendo la ndoa kinachowazidi wanawake mara kumi na sita. Sasa wewe, we teka tu ukasema: oh bwana, hakuna mapenzi ya fundishi, sijui mapenzi ya fundishi, itakula kwako. Ingia kwenye Google kama unafahamu Kiingereza, sexology elimu ya sex, soma utakutana nayo na mafaili yako makubwa tu. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinawezekana kujifunza. Sasa kutoka na kwenye korodani, mpaka kwenye tundu la haja kubwa kuna mzizi wa uume. Kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye pale, sawa. Kichwa cha uume nimelizungumza kwenye video kama mbili zilizopita zilizotangulia. Kichwa cha uume kina miisho ya mishipa fahamu isiyopungua elfu tatu. Sasa kuna eneo kati ya kile kichwa na ile na ule mpini wenyewe wa, wa lulu la mwanaume lile eneo lile, sawa, ule mstari ule inaitwa perineum. Lina jinsi ya kushughulikia lile eneo ili kumsaidia mwanaume, jinsi ya kushika uume. Wanaume, wanawake wengi wanaogopa kushika mwanaume, labda tutamuumiza. Jinsi ya kukandamiza na kuminyaminya, ujui kuna minyaminyaji uume ili damu iweze kuja, uume usimame, ujui Ah, unahitaji kufanya kazi ya ziada. So, unaitwa msaidizi, wewe. Wewe bweteka tu, tanyonya, ataenda huko nje, stori za kweli. Sawa. Mwanaume akishaonyeshwa kinyume na maumbile hana hamu na wewe tena hanham, sasa usisubiri hiyo na sasa, stori hizo ninazo, sawa? Mfikirie huyu kaka kutoka Moshi atafundishwa kinyume na maumbile na mwanamke, alafu anakuja kuachana, anajikuta hana hamu tena. Kaka mwingine kutokea hapa hapa mwanzo wa Nyamanoro kafanya kapata dada wa Kizungu, anafanya naye mapenzi, akafundishwa kinyume na maumbile. Mzungu karudi kwao, hapa sasa hii kabakia yeye. Waswahili anawambia nataka nikugeuze kinyume nyume anasali wanamgomea, anakuja daktari, nisaidie, nifanyeje? Nikienda kwa mwanamke kama sina tumaini la kupata kinyume na maumbile, chaji zinakata kabisa umeme. Haleluya. <laughs> auyaudada mume wake a kalala, yeye anaenda kazini asubuhi. Lakini mesiji ikaingia kwenye simu ya mume wake, janangali niangalia ana chat na machangu. Akakutana kule mwanaume. Kumbe, mwanamke mwanaume ni swala tano na amekuwa anakutana nao, yani kuanzia saa tano mpaka saa nane ndo anakutana nao machangudo. Akampa milioni saba bwana, naomba unisamehe. Kampewa milioni saba mwanamke, nisamehe. Na ina nini sasa, kaingia hevi mwanamke mwanaume, anataka mwanaume anamwambia bwana, tujaribishe basi, uko kinyume nyume, si huku umeingia hezi, kijalicho kwa mi, yani pamoja kwamba anaona kwamba kumbe muda wote ule alikuwa anavumilia kaka dada mmoja wangu anatembea na mafuta kwenye gari ya kulainisha ile sehemu ya haja ya afya mapenzi kama unaangalia video kwa mara ya kwanza tafadhali jisajili kama kuagizia video maalum zajuikufahamu ramani ya mwili mwanaume na vitu gani kufanya, maelekezo yako hapo chini. Tafadhali sana subscribe, nitakapoweka video nyingine uweze kupata taarifa mapema sana. Nikutakia heri katika mahusiano yako mapenzi. Baibai.